Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemake headline huko mtandaoni bwana ni kwamba kuna maneno ambayo Ibra ameyazungumza tena kwa mara nyingine, na this time around bwana ni kwamba amezungumza tena kumhusu Harmonize akiwa anamcompare na Diamond Platnumz. kama unavyofahamu ni kwamba Harmonize bwana na Diamond of course ni tunazosema kwamba Harmonize ametolewa na Diamond, yani Diamond ndiye ambaye alimpatia platform Harmonize baada ya kuwepo katika record label yake, lakini Harmonize alivyotoka, of course naye pia amekuwa na, na vijana ambao amewasapoti au amewainua, mmojawapo ni huyu hapa Ibra. Lakini hivi karibuni tunafahamu kwamba Ibra ametoka katika record label ya Konde Music Worldwide, na sasa hivi Ibra amekuwa akifanya kazi zake yeye mwenyewe. Sasa jambo ambalo limekuja ku happen bwana ni kwamba Ibra amekuja kuzungumza maneno ambayo yameonekana wazi kabisa, kwa namna moja au nyingine, eh, anamsema vibaya Harmonize. Maana ni kitu ambacho kimeonekana tokea alivyoanza kufanya media tour katika media mbalimbali kwa ajili ya eh, kupromote kazi zake ambazo amezitoa hivi karibuni kwamba katika media tuwa hizo ambazo amekuwa akizifanya Ibra, tumeshuhudia wazi kabisa kwamba amekuwa akimsema vibaya sana eh, amekuwa akimsema vibaya sana Harmonize, Konde Boy, na this time around amefanya tena, amefanya tena interview katika media nyingine, na humo napo pia ni the same, ni kwamba Ibra amemsema tena vibaya Harmonize, akiwa anadai kwamba Diamond hawezi kumchukia Harmonize hata kidogo, huku akiwa ana rifaa kwamba Diamond ndiye msanii ambaye anamiliki vitu vingi sana vya thamani kuliko wasanii wengine wote hapa Tanzania. Diamond ndiye msanii ambaye anapeleka nyimbo nyingi sana kimataifa. Diamond ndiye msanii ambaye ana mashabiki wengi na anafanya vizuri zaidi kwa muda mrefu sana hapa Bongo. Lakini pia vile vile kwenye suala la kifedha pia Diamond anaongoza wasanii wengine wote. Sasa kutokana na hivyo vitu ambavyo amevizungumza Ibra, moja kwa moja wadau bwana wakawa wameishaelewa kwamba kama amesema hivyo, kwamba Diamond hawezi kumchukia Harmonize kwa sababu Diamond amemzidi kila kitu wa Harmonize, it means kwamba ni kama vile ni negative feedback, au amemdogosha Harmonize kwa namna moja au nyingine Bwana, page mbalimbali zimekuja kuripoti kwamba Ibra ana amechochea au ameweka wazi kwamba huu ni wakati wa e, wa kukubaliana kwamba Diamond bwana ni level nyingine, na sio wa kushindanishwa kabisa na mtu yoyote hapa Tanzania. Kwa hiyo ni kauli ambazo amezizungumza Ibra kwa namna moja au nyingine, ambazo zimetafsiriwa hivyo, kama inavyosemekana, kwa mujibu wa baadhi ya post ambazo zimesambaa huko mitandaoni lakini pia vilevile vile ni klipu ambayo imepostiwa hata kwa Juma Lokole pale, Juma naye pia ameposti hiyo akaandika kwamba bwana Ibra kwani amekunywa nini? Yaani akiwa namaanisha kwamba vitu ambavyo anavyovizungumza Ibra ni kama vile ni ukweli mtupu, jambo ambalo limeshangaza watu wengi na mpaka Juma Lokole anauliza kwamba Ibra amekunywa nini. Sasa wadau mbalimbali bwana, wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiki ambacho Ibra amekizungumza huko katika mitandao ya kijamii, na mmoja kati ya wadau hao bwana ni huyu hapa, amekuja huyu, ni strong wing kama ameandika kwamba maisha yanabadilika maidia yani, kisi, ki, uh, yani kisa siyo levo yake ndio asijitahidi. Akili za kimaskini hizo, mwache roho za korosho. Mdau mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana Diamond anawapa jibu tosha kabisa, amenyamaza kimya, hakuna cha kujieleza hapo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment akiwa ameandika kwamba bwana, nadhani kuna tofauti, e, kuna utofauti wa kuelewa ukiwa na akili ndogo. Ukimsikiliza kwa utulivu, unaweza pata maana nzuri kuliko unavyowaza. Aha, kuna mdau mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana, imekuwaje huyu dogo amekuwa chawa faster namna hii? Yani, hapa kuna wadau wanahisi kama vile sasa Ibra bwana amekuwa chawa wa Diamond Platinumz, kwa sababu almost kila interview ambayo amekuwa akiifanya, amekuwa akimsifu sana Diamond Platinumz, tofauti na vile watu walivyokuwa na expect kwamba Ibra bwana lazima atabaki kuwa anamshukuru Harmonize, kwa sababu Harmonize ndiye aliyemtambulisha kwa wananchi, ndiye aliyekuza career yake, lakini still ni kwamba mambo amekuwa tofauti e. Japokuwa Harmonize amekuwa akimsifia Ibra e, japokuwa wamegombana na ametoka kwenye record label yake, juzi Harmonize ametoa kolabo yake na Ibra and then akamsifia akasema kwamba anajivunia dogo alipofika na vitu vingine kama hivyo, lakini still, kuna video huku zinasambaa zikiwa zinamuonyesha Ibra akiwa anaendelea kumsilibia Harmonize kama kawaida. <tibit> <tibit> E, mada mwingine hapa, kutokana na maneno ambayo yamesikika Ibra akiwa anafanya kwenye hiyo interview, amekuja hapa ameandika kwamba bwana, mfadhili mbuzi, walau siku moja utakuja kunywa supu, na sio mwanadamu ambaye daima anaangalia mapungufu na kusahau wema wowote ambao umemtendea. Uh, kuna mwingine amesema kwamba bwana, na sisi pia tungekubinya hivyo. Okay, haya. Uh, kuna mtu mwingine amekuja hapa ameandika kwamba bwana, all in all ni kwamba Diamond apewe ya maua yake, uh, kwenye management and Uh, na pia vile vile kubadilisha maisha ya baadhi ya wasanii uh, bwana, katika haya maisha yake Mungu aendelee kumbariki vijana kama hawa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kwa upande wa Diamond Platinumz, bwana, ni kwamba uh, Ibra bwana, amefanya tena interview nyingine na katika interview hiyo pia Of course kama kawaida amezungumza vitu vingi sana positive kumhusu Diamond, lakini eh, kwa namna moja au nyingine ameweka, amewatenganisha, amewatenga kando, mbalimbali mbali kabisa eh, kwamba Harmonize na Diamond ni vitu viwili tofauti, na Diamond hawezi kumchukia Harmonize hata kidogo, kwa sababu eh, Ibra amehakikisha kwamba ah, amehakikisha eh, kwamba Diamond amemzidi kila kitu Harmonize. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na chaneli yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.